Karibu sana mtazamaji wa Town media popote pale ulipo, sisi tunakuletea habari na mambo kibao kutoka hapa Bagamoyo, na hii ni kwa ajili ya wewe kufahamu yaliyopo na yaliyowahi kuwepo hapa Bagamoyo. Leo ni kuhusu michezo. Sasa ukiachana Bagamoyo kuwa na vipaji vingi tofauti tofauti, kuna sarakasi, kucheza ngoma na vya mpira wa miguu huku ikionekana kufanya vizuri sana upande huo, lakini nataka nikujulishe tu kuwa hapa vipaji ni vingi sana. Moja ya vipaji vingine ni katika mchezo wa Rede kwa wanawake, mchezo ambao kwa sasa umeshika kasi sana na ukipewa nguvu ili kuukuza na kuendeleza michezo na wana michezo wenyewe. Hapa Bagamoyo, mchezo huu umechukuliwa kwa ukubwa zaidi hadi kupelekea kuanzishwa kwa ligi inayotambulika kwa jina la Rede Super Cup, ligi yenye timu nane na zote zikisheheni wachezaji hodari na wenye uwezo mkubwa sana kwenye mchezo huo. Timu na wachezaji wote ni kutoka hapa hapa Bagamoyo, kwenye uwanja wa Toptop, mtaa wa majani Mapana, kata ya Dunda, umechezwa mchezo wa ufunguzi kati ya Majicost dhidi ya Checkpoint, ambapo hadi mchezo huu unamalizika, Majicost ndio wameibuka na ushindi wa saba kwa moja na kujiweka kwenye nafasi nzuri zaidi kwenye ligi hiyo. Napenda kutangaza matokeo kama ifuatavyo: timu zilikuwa mbili, Majicost na Checkpoint. Majicost wameshinda saba, Checkpoint wameshinda moja. Licha ya kuonyesha vipaji na kuukuza mchezo na wanamichezo wa mchezo huo, pia waandaaji wa mashindano hayo BCCEE, kwa maana ya Bagamoyo Community Capacity Empowerment and Education, chini ya mradi wa sauti ya mwanamke unaodhaminiwa na ENABEL kwa kushirikiana na LSF wameeleza kuwa, lengo la kuanzisha mashindano hayo ni kuwajengea uwezo wa wanawake, wasichana watoto na watu wenye mahitaji maalum katika masuala ya kisheria ili kuweza kusimamia haki zao. Pamoja ya kuwa mchezo ni afya na ni furaha pia, kwenye Rede Super Cup kutakuwa na zawadi ya jezi ambazo zitatolewa kwa mshindi wa kwanza na wa pili, huku kukiwa na zawadi zingine kem kem. Katika kuhakikisha mchezo huu unaendelezwa Bagamoyo kumekuwa na zoezi la kupewa vyeti kwa waamuzi waliohitimu masomo ya uamuzi wa mchezo huo. Vyeti vilivyokabidhiwa na mwenyekiti wa UWT wilaya ya Bagamoyo Bi Mariam Mkali, ambaye ndiye alikuwa mgeni rasmi wa ufunguzi huo. Asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Usisahau kusubscribe, like na kushare. Mimi ni Kelvin Pinga, tukutane tena wakati mwingine.